Katika njia isiyofaa. Sasa cha kwanza, ningependa ijulikane kwamba serikali haijawahi kuwa na dhamira ya kubana uhuru wa watu kujieleza, kwa sababu uhuru wa watu kujieleza ni takwa la kikatiba, ni haki ya kikatiba ya Watanzania lakini nataka niwakumbushe ndugu zangu wa Tanzania, matumizi ya mitandao kwenye nchi yetu yanadhibitiwa kwa sheria. Tunayo sheria ya mwaka elfu mbili na kumi na tano ya makosa ya mtandao. Sheria hii imeainisha mambo mbalimbali mbali ambayo mtu akiyafanya atakuwa ametenda kosa. Sasa, Ndugu yangu Malongo anasema serikali imechukua hatua gani hasa ikizingatiwa kwamba wanaojihusisha na vitendo hivyo ni wanafunzi? na ni kweli sehemu kubwa ni wanafunzi, hasa wa vyuo. La kwanza, serikali inafanya kazi kubwa ya utoaji wa elimu kupitia vyombo vya habari. Tunavyo vipindi kupitia televisheni, tunatuma maudhui kwenye mitandao ya kijamii ya kuelimisha juu ya matumizi mazuri ya mitandao ya kijamii. Naombeni wa Tanzania, tuzingatie elimu tunayopewa kwenye vyombo vya habari na kwenye mitandao ya kijamii. Lakini la pili, serikali imejenga uwezo wa udhibiti wa matendo yasiyofaa katika mitandao ya kijamii, na ndio hapa ninapokuja kuzungumzia sheria ya makosa ya mtandao ya mwaka elfu mbili na kumi na tano. Malongo, umesema vizuri. Wengi wanaofanya hivyo ni wanafunzi wa vyuo, na nataka ni kuhakikishia wote tunawapata. Bahati mbaya wanatumika. Naomba kutumia mkutano huu kuwaomba wanafunzi na vijana wote walioko mitaani, maanake sio wanafunzi peke yao. Tutumie mitandao ya kijamii kwa manufaa, tutumie mitandao ya kijamii kujifunza tutumie mitandao ya kijamii kujielimisha kufanya biashara kuunganisha kuunganishwa, uh, wenyewe kwa wenyewe kuwasiliana na watu mbalimbali kuburudika na matumizi yote yenye manufaa. Ukifanya hivyo utakuwa umetendea haki kwanza muda wako, kwa sababu vijana wengi sasa wanapoteza muda mwingi kwenye mitandao kufanya vitu vya hovyo badala ya kufanya vitu ambavyo vingewasaidia. Kwa wanafunzi kwenye shule kusoma, kupata ufaulu mzuri, kufanya vizuri kwa kupata taarifa nyingi kutoka kwenye mtandao. Lakini kwa vijana walioko mtaani wanafanya biashara, tutafute masoko, tutafute kujifunza kuhusu fursa mbalimbali, tuanzishe kampuni startups, za kufanya biashara, tubuni mifumo mbalimbali itakayorahisisha kazi zetu. Hiyo ndio faida ya kutumia mitandao vizuri. Ukitumia mitandao vibaya, sheria ipo na mamlaka na vyombo vipo vitakupata. Hasa wakati mwingine unaona vikampeni havina mbele wala nyuma eh, nikisema, nasema Msigwa ametusemea maneno makali, lakini nachosema, vijana tutumie mitandao kwa njia za kimanufaa. Ukifanya makosa, tutakupata, tutakupata. Sheria inakataza kutukana sheria inakataza kufanya uchochezi, sheria inakataza kuzua taharuki, sheria inakataza kudhalilisha. Tumeanza kuona kwenye mitandao watu wanafanya makosa haya. Sasa naomba niwaambie vijana, hakuna atakayefanya makosa haya akabaki salama. Tutakupata, litakuwa ni swala la muda tu. Hatukukupata leo, tutakupata kesho, tutakupata kesho kutwa, tutakupata wiki ijayo, tutakupata mwakani. jinai haifi na tukiwakamata vijana hawa, wengi utasikia nilikuwa sijui. Kwenye sheria kuna msemo wa kikinga unasema, ignorance to law has no defense. Kuto kujua sheria sio kinga. Ukifanya makosa ya mtandao haya niliyo yasema, uwe unajua uwe hujui, sheria ni msumeno. Tukikupata kifungu cha kumi na sita kile, nafikiri kinasema wazi umeandika habari za uchochezi za kuzua taharuki za kudhalilisha watu. Tukikupata na ukithibitika na no mahakama, faini shilingi milioni tano au zaidi, kifungo cha miaka mitatu, kisichopungua miaka mitatu au vyote kwa ujumla. Ukipatikana ama utapigwa faini ya shilingi milioni tano au zaidi au utafungwa mita, miaka mitatu au zaidi au vyote viwili kwa ujumla. Vijana wengi wako vyuoni, hata ada mtihani na wakati mwingine wanakuja wazazi wanalalamika, mimi mwanangu kafanya vitendo nilikuwa sijui. Naomba wazazi zungumzeni na vijana wenu, wako vyuoni, wakafanye kazi iliyowapeleka vyuoni, kazi yao ni kusoma. Wasipofanya hivyo watakutana na mkono wa sheria na sitakuwa mimi wala nani, ni kwa mujibu wa sheria. Hata mimi nikitukana mtandaoni nikidhalilisha mtu yeyote, nitachukuliwa hatua za kisheria. Hakuna mtu aliye juu ya sheria. Sasa tunaelekea kwenye uchaguzi, mihemko imekuwa mingi, uhamasishaji wa kijingajinga umekuwa mwingi. Vijana watch out, chukueni tahadhari, kwa sababu ukikamatwa, utakuwa peke yako. Nadhani nimejibu swali lako Malongo, na naomba waandishi wa habari tushirikiane kuwaelimisha vijana juu ya matumizi mazuri ya mitandao ya kijamii. Watumie mitandao kufanya biashara. Leo hii tuna huduma nyingi sana zinatolewa hapa nchini kwetu. Zile huduma zimetengenezwa, zinatolewa kwa application ambazo zimetengenezwa nje ya nchi. Faida ya hizi huduma wanapata watu walioko nje ya nchi. Watu wote, natasema watu wote, leo wanatumia Uber. Unajua aliyetengeneza Uber anatoka nchi gani? Huko ndio hela zinakwenda. Watu wanatumia Bolt. Kuna huduma za mitandao, kuna maduka yametengenezwa yako mitandaoni. Watu wanunua bidhaa. Wanapata huduma mbalimbali mbali kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye. Vijana tumieni nafasi hii, kubuni vitu vya namna hiyo. Tutengeneze vya kwetu vya Tanzania. Na sisi twende tukafanye biashara kwa kutumia majukwaa mbalimbali yaliyoko mitandaoni. Tunufaike na fursa zilizopo kwenye mtandao, na sio kuingia kwenye mtandao unaandika vitu vya ambavyo ukimaliza kuandika pale, umepoteza muda, umepoteza bando, haujapata chakula, hujapata soda, hujapata maji, hujalipa ada, hujafanya kitu chochote, unamaliza pesa zako. Ukitoka hapo, shida ziko pale pale. Nonsense. Tusa.